Kwa mahakama imetoa uamuzi eh, na kusema kwamba eh, aliyekuja mahakamani anaitwa Glory of Christ Tanzania Church, aliyefutiwa usajili kwa mjibu wa barua ile ni Glory of Christ Church, kwa sababu sisi tuliomba kwamba mahakama iache hali kama ilivyo eh, kwamba kwa kuwa mpaka sasa hivi kanisa la Glory of Christ Tanzania Church halijafutiwa usajili kwa barua au taarifa yoyote, lakini bado kunaonekana kuna matendo ambayo yanasimamia e, ufutwaji ule. Basi hali ya usajili wa kanisa iachwe vile vile, shughuli ziendelee mbalimbali. Maanake e, tutulitoa hoja kwamba implications ni nyingi. Mpaka sasa hivi unapofuta, unapofutia kanisa maanake ni kwamba mali za kanisa zinaelea, account za kanisa zinaelea. E, ajira za wat, watumishi wa revu mbalimbali za kanisa zinaelea, maslahi ki ya kiroho ya wa waumini wa kanisa yanaelea, watu hata hawajui sasa wanamwamudu vi, vipi Mungu kupitia kwa kanisa ambalo wamechagua kuumini hilo. Kwa implications za kisheria na za kiroho ni ni nyingi, kwa tusema wakati mambo mengine yanabishaniwa hebu hali ibakie kama ilivyo. Lakini jaji katika uamuzi wake ambao na usamaraizi e, amesema kwamba yeye kwa hatua hii anasita kutoa amri za muda za zuio maintain status quo kwa sababu e, anasema kwamba sisi wenyewe tumesema kanisa letu mpaka leo halijafutiwa usajili. Sasa yeye azuie ye, nini? Najua hapo mnaweza mkaona kuna kuna tatizo e, kuna tatizo kwamba kwa upande mmoja kuna watu wenye nafasi za juu kabisa wanasema kanisa hili limefutiwa na wamekwenda mpaka kutekeleza kwa kufunga kanisa, makanisa, kukamata watu, kuweka tepe kwenye makanisa karibu yote nchini. Kwa, kwa sababu gani wanasema kanisa limefutiwa usajili na msajili wa makanisa, lakini kwa upande mwingine kama tunataka kuelezea kuna watu wengine e, e, taasisi mbalimbali zinasema kwamba no, no, no, no, no. Wewe mwenyewe unasema kwamba hujafutiwa. Sisi kesi yetu ni kwamba hatu, sisi hatujafutiwa usajili mpaka kesho maka mm -hmm. Eh, hamna taratibu hata moja ya kisheria ikiwemo hata ya kupewa notice hata kutaja jina letu basi kutajwa mahali popote hatujatajwa, lakini kuna watu wanatuingilia tunaomba e, tupate kumbato au zuio la muda. Na sasa unaweza kaona kwamba e, pia kuna changamoto hapo kama nilivyosema hapo jaji amei amei nini ameitolea uamuzi kwamba sasa kama yeye amjefutiwa usajili mimi nizuie nini? Sheria inasema ina ina kifungu cha 17 kinatoa mamlaka kwa msajili cha Sheria Societies Act kinatoa mamlaka kwa msajili wa makanisa. Msaji nimeita tu makanisa lakini Sheria Societies ndio jina rasmi. Kabla fuka, awali kabla hajafuta usajili wa kanisa anapaswa kutoa notice. E, na notisi na kishajibiwa na nini ndio anaweza sasa, kutokana alichokiona na mbele yake anaweza kufuta huo usajili. Kifungu cha kumi na tisa cha sheria hiyo kinasema kanisa ambalo